Karibu katika Saumu TV. Jina langu ni Sami Gaishima. Hapa ndipo unapozipata habari zinapojiri kutoka maeneo mbalimbali nchini na ulimwengu mzima. Habari zinazotufikia ni kwamba mkazi mmoja wa gatuzi la Tharaka Nithi kwa jina Joe Kawera Mwenda ameiomba koti ya Kiambu kumjumuisha katika kesi inayopinga serikali za magatuzi kuvipunguzia mgao wa kifedha vikao vya MCA Inform, the house that you, Kesi hiyo iliyowasilishwa kotini na muungano wa ma MCA CAF ilitokana na hatua ya bunge la kitaifa ya kupunguza mgao wa fedha kwa serikali za magatuzi. Muungano huu wa CAF katika ombi hili kwa koti unadai kwamba kupunguzwa kwa bajeti ya vikao vyao kutalemaza kazi yao ya kuhakikisha kwamba serikali za magatuzi zinayashughulikia maslahi ya, masla ya mwananchi ipasavyo. Mahakama hiyo ya Kiambu ikiamuru kwamba pasiwe na serikali ya gatuzi itakayokipunguzia kikao chake cha wawakilishi wadi mgao wa fedha hadi kesi hiyo isikizwe. Katika ombi lake la kujumuishwa katika kesi hiyo katika koti hiyo ya Kiambu, Joy Kawira anasema kwamba kama mkazi wa Tharaka Nithi ataathirika na hatua ya Jumanne iliyopita ya kamati ya bajeti ya kikao hicho cha gatuzi hilo, kwa kupeleka mjadala kikaoni unaohujumu shughuli za kikao hicho. Joe Kawera na wanyoshea kidole MCA Godfrey Murethi Moshiri, ambaye mbali na kuwa MCA wa wadi ya Karingani ndiye mwenyekiti wa kamati ya fedha katika kikao hicho cha MCA, wakiwa pamoja na MCA mteule Riungu Nancy Mudhoni, Justin Kithinji Nderi wa wadi ya Magumoni, Jones Kabe Kinegeni wa wadi ya Mwembe na Marengo Luke Nyaga wa wadi ya Mkodhima wakiwa wanakamati wa kamati hiyo ya fedha kwa kupeleka mjadala bungeni unaopendekeza makadirio ya bajeti ya ziada yanayolipunguzia bunge hili mgao kwa shilingi milioni sitini katika bajeti iliyosomwa mnamo mwezi wa sita mwaka uliopita kikao hicho kilitengewa kitita cha shilingi milioni mia tano na arobaini na tano, ambazo katika bajeti hii ya ziada zimesazwa shilingi milioni 485. Mradi wa ujenzi wa jumba la vikao na afisi za MCA uliotengewa kitita cha shilingi milioni 60 katika bajeti kuu, ukipunguziwa mgao hadi shilingi milioni thelathini sasa. Kulingana na ombi hili la Joy Kawira, iwapo watano hao wataendelea na mjadala huo bungeni, koti itawachukulia hatua kila mmoja kivyake. Nikiripotia Saumu TV, niite Sami Gaishima.